Timu ya taifa ya soka la ufukweni inaendelea na maandalizi yake kuelekea kwenye mashindano ya CECAFA atakayofanyika mjini Mombasa kuanzia tarehe saba mpaka tarehe 12. Tunashukuru ma, maendeleo ni mazuri, maandalizi yetu ni mazuri yanaridhisha. Mapokezi ya wachezaji tunaona wana, wana aajukuma na hali zao kwa ujumla ni salama kabisa. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili. Tunaamini haya mashindano tuna, tuna nafasi ya kwenda kufanya vizuri. Tumeona timu ambazo tunaenda kukutana nazo kimsingi kwenye, kwenye mashindano kwenye beach soccer, kila timu, kila mechi inaweza kuwa ngumu, kwa sababu kila mmoja akajiandaa kwenda kupata matokeo. Kwa hiyo kama ilivyokuwa timu zingine, na sisi tumejiandaa zaidi kupitia eh, experience tuliyokuwa nayo. Tunaamini tutaenda kufanya vizuri inshallah. Timu zilizo confirm kushiriki mpaka sasa hizi tupo sisi Tanzania, wako wenyeji Kenya, wako Uganda, wako Malawi kama mgeni mwalikwa, kuna timu kutoka visiwa vya Shelisheli na nafikiri Zanzibar pia ni miongoni mwa timu ambazo zitashiriki au zimethibitisha kushiriki mashindano hayo. Kwa hiyo kama kutakuwa na mengineyo bado sina taarifa lakini, kwa information ilizokuwa nazo, hizo ndo timu ambazo tunaenda kukutana nazo. Kwa hiyo tunawaheshimu, tunamheshimu kila mpinzani, tunaheshimu mchezo wa beach soccer, tunaheshimu nafasi tuliyopata, yeah, kupambania, yeah, timu yetu ya taifa Tanzania, na tunaamini tutafanya vizuri. Uh, eh, kwa jina naitwa Stanley Mkomola, captain wa timu ya taifa ya soka la ufukweni ah. Tupo vipi na maandalizi, almost na miezi karibia miwili Kiafya, kifiziko, kiakili, tupo sawa, tupo tayari kwa ajili ya mashindano ambayo yanaendelea kufanyika katika nchi ya Kenya, mji wa Mombasa. Kwa jinsi tuna eh, wachezaji wageni lakini washakopi katika mchezo huu wako vizuri, na tuna imani kabisa tunakwenda kuchukua kombe la CECAFA katika nchi za Afrika Mashariki. Eh, watu wa Tanzania wategemee tunarudi na ushindi kutoka nchi moja kuja nchi nyingine.